Tunaishi tu katika dunia ambayo maombi ni silaha yenye nguvu, njia ya kuwasiliana na Mungu na kupeleka mioyo yetu mbele zake. Lakini swali linalopaswa kujiuliza, je, maombi yetu yanafika mbele zake au yamekuwa ni maombi bandia, counterfeit prayer? na ni swali ambalo watu wengi hawalijui, na siri hii watu wengi hawajui, kuna maombi ambayo ni bandia. Hebu hapa tuangalie katika Luka sura ile ya kumi na nane fungu lile la kumi na moja na kuendelea. Hapa tunaona jamii ya waombaji wawili, moja ni mtoza ushuru, lakini mwingine ni Farisayo. Hawa wote walienda kusali na yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Ee Mungu, ninakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru akisimama kwa mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni bali alijipigapiga kifua akisema, E, Mungu uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Hapa tunaona waombaji wawili, mmoja akijisifu mbele za Mungu kwa jinsi alivyo. Haya hayalikuwa hayakuwa maombi ya shukrani, bali alikuwa maombi ya kujigamba mbele za Mungu. Na hapa tunaona mtoza ushuru ambaye alijiona asiyestahili na akiwa amejitenga hata bila kumtazama Mungu. Hebu tuangalie, ninakuomba usiondoke hapa. Somo hili linakuelekeza katika maombi sahihi, ambayo huenda ikawa kuna nyakati umeomba vibaya na hujaona matokeo. Ukifuata kanuni hizi, unaweza kuanza kuona matokeo ya maombi yako. Ni kuombe. Ikiwa bado hujasubscribe channel hii, tafadhali usisahau kusubscribe, na Mungu ambinguni kubariki. Pia usisahau kuachia hapo comment amina au E, kulike video hizi ili ziendelee kuwafikia watu wengi, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. E, ombi namba moja ambalo ni ombi bandia ni kumkaribia Mungu kwa mzaha. Kumkaribia Mungu kwa mzaha. Hebu elewa jambo hili, unyekevu na heshima vinapaswa kuonekana katika mwenendo wa kila mtu anayeingia mbele za Mungu na kusimama mbele za Mungu. Hebu elewa jambo hili, ni kweli kwa jina la Yesu tunakuja mbele zake kwa ujasiri, lakini hatupaswi kumkaribia kwa ubinadamu kupita kiasi, kana kwamba yupo sawasawa na sisi. Wapo wanaomwambia Mungu aliye mkuu, mwenye nguvu zote na utukufu wote, aliyeishi katika nuru isiyowezwa, anaishi kuishi katika nuru isiyoweza kuingiliwa na binadamu yote kana kwamba wanazungumza sawasawa na wao. Lakini wapo wanaojiweka mbele zake katika nyumba zao, mazingira ambayo si mazuri, kiasi kwamba hata wangesimama mbele za watawala wa dunia hii wasingeweza kufanya hivyo, wasingeweza kuonyesha heshima hiyo kwa watawala wa dunia, lakini kwa Mungu wanapoenda katika nyumba za ibada, wanapoenda katika ibada zao binafsi, wanatoa heshima hiyo, hawampi Mungu heshima inayostahili. Tukumbuke jambo hili ya kwamba malaika, maserafi, makerubi mbinguni wanamwabudu Mungu kwa kicho. Tena wakiwa wamefunika nyuso zao, wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hebu fikiria katika viwango vya namna hiyo, hawa ni malaika ambao hawana dhambi. Habari gani juu yako wewe unapoenda mbele za Mungu, unapofanya ibada yako ya nyumbani? Je, angekuwepo mtawala wa dunia, ungefanya hivyo? Na kama usingefanya hivyo, jua ibada yako inawezekana isikubalike mbele za Mungu, kwa sababu haina heshima na adabu mbele za Mola wetu. Namba mbili: maombi ya unafiki hypocrisy prayer. Haya ni maombi ambayo mtu anaweza kupangilia maneno mazuri, hata akiomba mbele za watu wakasema huyu mtu anajua kupangilia maneno na yakawa na mguso mbele za watu, lakini uhalisia, kile kinachotoka mdomoni sivyo ambavyo moyo ulivyo. Na hii ni changamoto ya watu wengi, wanajua kupangilia maneno, lakini ni sala isiyo safi mbele za Mungu. Maana tambua jambo hili, Mungu hutazama moyo kuliko maneno yanayotoka mdomoni. Ni ya heri mioyo yetu ingelikuwa safi Mungu angelikuwa anajibu maombi yetu. Haya ni maombi bandia pale ambapo mtu anajua kupangilia maneno vizuri, lakini hawezi kuyaishi maneno hayo. Ni changamoto kubwa ambayo inawakuta watu wengi, kupangilia maneno mazuri, lakini yaliyo na unafiki ndani yetu. Tukisema tunaumizwa na dhambi, lakini uhalisia tunafanya dhambi na wala hata hatutujutia dhambi tunazozifanya. E, jambo lingine, jambo la tatu au maombi matatu ni maombi kusimama mbadala wa wajibu. Haya ni maombi bandia, kufanya maombi yachukue sehemu ya wajibu na utii wetu. Maombi hayachukui sehemu ya wajibu wa mwanadamu ambao waliopaswa kufanya, na wala maombi hayatachukua sehemu ya utii wetu kwa Mungu. Kuna wengine huchukulia jambo hili kama jambo wasiloelewa vizuri, wanakwepa wajibu ambao umeachwa kwao kufanya kwa Mungu na kusema maombi yatasimama kama mbadala. Sikiliza nikuambie, hakuna atakayefanikiwa bila kufanya kazi. Hata hivyo, Mungu alisema nitaibariki kazi ya mikono yako, lakini pia akasema, asiyefanya kazi na asile. Huyu mtume Paulo pia alisema maneno kama haya. Kuna watu leo hii wanategemea kukesha na kufunga maombi ya mafanikio bila kuwa na chombo cha kuchotea mibaraka. Hii ni kazi, na wapo wengi leo, hata watumishi wameingia kwenye changamoto ya kuwaombea watu maombi ya utajirisho lakini bila kuelekeza katika ukweli wa neno la Mungu katika kufanya kazi. Sikiliza rafiki yangu, nifuatilia hakuna siri ya mafanikio bila kufanya kazi. Mungu alisema ataibariki kazi ya mikono yako, na wala sio miujiza. Miujiza ilitokea kipindi cha zamani, maana iliposhuka kutoka mbinguni, lakini leo Mungu anaibariki kazi ya mikono yako. Hapo ndipo chombo cha kuchotea baraka. Kuna wengine hukwepa wajibu wa kazi na wakitegemea maombi. Jambo lingine ni eh, kutarajia maombi yajibiwe kulingana na mapenzi yetu. Kudai majibu kwa njia tunayoitaka ni dharau mbele za Mungu. Kutarajia kwamba maombi yetu yatajibiwa kila mara kwa namna tunavyotaka, eh, katika ubinadamu, hii ni hali ya kibinadamu kabisa. Maombi ya imani ya ni kweli hayapotei, lakini kudai kwamba yatimizwe kila mara kwa njia ile ile tunayoomba, hii haimpendezi Mungu, kwa sababu yeye ana njia nyingi za kujibu. Wakati maombi yetu yanapoonekana kutokupata majibu Tunapaswa kusikiliza au kushikilia ahadi za Mungu, maana majibu yatakuja bila shaka. Ndiyo, Mungu atajibu, lakini namna anavyojibu inaweza isifanane na jinsi vile tunavyotaka, na hapa ndipo changamoto inapotokea, kutaka mapenzi yetu yatimizwe na wala sio mapenzi ya Mungu. Hili ni ombi bandia, kutaka Mungu afanye kile unachokitaka, sio wewe kufanya kile ambacho Mungu anachokitaka. Hili ni ombi bandia. Uh, lakini jambo lingine, ombi lingine bandia ni maombi ya kibinafsi selfish prayer. Mioyo yetu isiyo safi haitakubalika mbele za Mungu mb. kadri shetani anavyoona muda wake kuwa mfupi, huwasukuma watu kujiingiza katika ubinafsi, kuomba maombi ya kwao tu. Ni sawasawa na wale yule mama ambaye alipeleka watoto wake akimwambia ya Yesu, mw. yake mkono wa kushoto, mwingine mkono wa kuume, mkono wa kuume mwingine mkono wa mkono, e, mkono waku, kushoto hapa tunaona hali ya ubinafsi iliyoko ndani ya moyo wa mwanadamu. Ubinafsi ni jambo ambalo shetani ameliweka ndani, na hii hali ilimfanya na nina Safira wakafa katika ulimwengu katika kanisa la awali kwa sababu ya ubinafsi kuzuia sehemu ya ambayo ilikuwa imetoa kwa ajili ya, ya, ya kazi ya Mungu. Katika jambo ambalo maombi hayawezi kusikiwa ni maombi ya ubinafsi. Katika vyote ambavyo tunapaswa kuelewa ni kwamba Mungu anatuwazia mema, na maombi ya ubinafsi mara nyingi hayampendezi Mungu, bali humvutia shetani na tunaweza tukashindwa kusonga mbele zaidi. Natamani ni nikutie ni, ni, ni moyo. Mungu akubariki sana, usisahau kusubscribe channel.